elfu ishirini kabisa, haipungui dada. Huoni kama maisha yamekuwa magumu saa hivi? Unajua <laughs> ah, mpaka mi natamani hata ningekuwa mwanamke. Maisha yamekuwa magumu ndugu yangu, maana nikiangalia kama we mtoto wa kike saa hivi una duka haanashindwa ah, kuelewa kabisa, maisha yamekuwa tight. Yeah. Mume ah, wako kakufungulia? Mm. Huyo ah, mume wako ni hatari. Ana pesa sana. Wapenda nao wawili. Wakiingilia watu wawili. Raza. Hongera, bwana wapenda nao wawili ah, <tokano> <tokano> E, karibu kijana, karibu mteja mzinguaji ehm lakini. Huh. Si kwa nini? So mnunuzi. Kwa nini? Anasema anatamani angekuwa mwanamke hmm. Ah, unatamani ungekuwa mwanamke?